Channel FF Marketing. Leo na ujumbe mzito ngumu kabisa, ambayo ukiwa content creator natakiwa na na kuepuka kama ukoma. Baki nami hadi mwisho kosa la, au kosa la tano ndio wengi tunalofanya. Kwa hiyo baki mwanzo mpaka mwisho uweze kuzifunza zaidi. Katika video, tutakwenda kutaja makosa matano ambayo kila content creator au content creator wengi wanayafanya. Kosa namba moja, kujaribu kumwiga mtu mwingine au kujaribu kuiga kila mtu au, de copycate sawa. Kosa namba moja, tunasema kwamba ni kujaribu kuwa kama content creator mwingine. Unajua sometimes kukopi mtu au kumfuatilia mtu au mtu kuwa kama role model wako sio vibaya, lakini sometimes, unapokuwa ni mtu wa kukopi kila mtu kila mtu, unakuwa una upekee. Hasa kwenye masuala ya content creator, ni kwamba watu wanafuata upekee wako. Hebu jiulize, kuna channel ngapi ambazo zinafanya aina content kama ambazo unazifanya? Na kuna wengine walikuwepo, lakini umeanza na umeweza kutusua. Kuna watu ambao walianza lakini wametusua kwa sababu alikuja na utofauti lakini hakufanya kitu kama kile kile. Japokuwa mada ni ile ile, topic ni ile ile, lakini unakuja na kautofauti ambao, ambako watu watakupendea. Kuhakikisha kwamba una, uh, unafanya vitu ambavyo ni vya kipekee. Unaona mtu fulani anafanya vitu vya vichekesho na wewe unaingia kwenye vichekesho. Unamwona mwingine anafundisha kupika na wewe unaanza, unaanza channel ya mapishi na wakati hata hupendi kupika. Hiyo sio kitu kizuri. Sisi wote tunasema kwamba ukiwa content creator fanya kitu ambacho moyo wako unapenda. Na kile yani kitu kwanza ukipende ndio utaweza hizi kaza content creator. Kwa hiyo kosa la kwanza, acha kujaribu kumwiga kila mtu. Hilo ni la msingi. Kwa sikiliza, ah, watu wanakufuata wewe kwa sababu ya uhalisia wako, wanataka kusikiliza sauti yako, mawazo yako, na staili yako. Unapomwiga mtu mwingine unapoteza kile kitu cha kipekee cha kipekee ambacho unacho. Kwa hiyo cha kufanya, tafuta kitu unachokipenda na unachokijua vizuri au niche ambayo wewe unaijua hata kama kwenye eneo lenye watu wengi, tafuta namna ya kuwasilisha kwa staili yako mwenyewe. Kwa hiyo hilo ni kosa la kwanza ambao wengi wanalifanya. Kosa la pili ni kufuata pesa kwanza. Hapa ndipo ambapo wanafeli, kufuata pesa kwenye kwenye kufu, kutafuta pesa kwa kwenye kuanza kuanza, ni ukiwa na mawazo ya kupiga pesa haraka. Nikipost video kumi nitapata pesa ngapi? Nikiwa na matangazo mapema nitalipwa? Kwa nini kuna mtu kabla hajaanza hata kazi ya content, hajaanza kutengeneza content, anaanza kuwaza pesa. Hii ni kosa ambayo unatakiwa kulifanya kama content creator. Ukianza hivi nakwambia utoboa hata mwezi mmoja kwenye hizi digital platforms. Inabidi usiwaze mawazo kama toa ili wazo kichwani mwako, unaanza na kuanza kuwaza pesa. Hii ni sumu. Ukianza na mawazo ya pesa utachoka haraka sana. Kwa sababu pesa haiji haraka hivyo unavyowaza wewe. Utaanza kutengeneza content isiyo na ubora ili mradi tu uposti na audience wako watajua tu kwamba hauna, ah, uko na u serious na maana ufanye kitu ana serious. Kwa cha kufanya, anza kwa sababu unapenda unachokifanya, uh, wape watu thamani au value, uh, pia jenga community yako. Pesa itafuata baadaye kama una matokeo mazuri ya kazi yako nini, kwa sababu pesa ni thamani au ni zawadi ambayo unalipwa baada ya kufanya kazi nzuri. Kwa cha msingi fanya kitu ambacho kina ubora then utaweza kulipwa. Kosa pia namba tatu nkupuzia audience wako, ili ni kubwa kosa. Aa, namba tatu ambalo wengi wanalifanya ni kutojibu comment, kutouliza maswali na kutoshirikiana na au wafuasi wako au watu ambao wanafuatilia. Kumbuka awa sio namba tu, ni watu walisi ambao channel yako ambao amefolo account yako. Kwa hiyo unapokuwa una una channel hakikisha, uh, kwamba au una content, hakikisha content kwamba unawasikiliza watu wanasema nini, uwajibu, ufanye hivyo kwao. Unapoacha kuwajibu comment uh, zao ni kama mtu amekusifia nguo yako barabarani na wewe ukaamua kumpuzia tu ukakaa kimya afu akaondoka. Hebu imagine mtu atajisikiaje? Kwao atakuchukulia kama mtu ambao uko peace kwa hakikisha kwamba uh, mtu ukitengeneza content akiuliza au hata akikusifia, nimeshukuru weka hata emoji pale, naonyesha kwamba unaonyesha ushirikiano. Kujibu comment nyingi au uwezavyo, uliza maswali mwisho wa video zako, ili kuwapa au kujenga karibu na audience wako. Kosa la nne ni kutokuwa na ratiba za Leo unaposti video, kesho kimya, wiki ijayo kimya, mwezi ujao unaposti tena. Hili swala limekuwa kwa sisi wengi content creator, na mimi pia hili linanisumbua sana. Kwanza hii ni kwa sababu pia ya ubize mwingi na pia unajua, hatufanyi YouTube ni kazi pekee, tuna kazi zingine ambazo tunazifanya, lakini jitahidi pia usifanye kosa ambalo mimi nalifanya pia, kwa sababu nimesema mimi nalifanya, kwa sababu ukalifanya no na mimi pia imenifelisha, kuhakikisha kwamba unakuwa na ratiba nzuri ya kuposti uh, video zako kama una ratiba hii, inaua chaneli kwa njia mbili. Kwanza, algorithm au mfumo wa YouTube na au Instagram au platform yote ile inapenda watu wenye ratiba. Pili, audience wako wanapotea, hawajui kutegemea lini ni kama duka linalofunguliwa siku isiyojulikana, wateja wataenda kwingine. Na maana wewe unakuwa na duka, lakini watu hawajui huyu jamaa anafungua duka siku gani. Maana ukikuta, hata kama umefungua duka wateja watasema hajafungua huyo, unakosa wateja. Lakini ukiwa una ratiba, unajua huyu jamaa anafungua Ijumaa, anafungua Jumatatu hivyo. Kwa hiyo hakikisha kwamba una hilo. Kosa la tano ni kukata tamaa mapema. Nikwambie kwamba hii inawafirilisha watu wengi ili na ni kweli linafelisha watu wengi sana. Umetengeneza video tano, kumi au ishirini na bado una views hamsini. Unajisikia kuvunjika moyo, unaanza kuwaza labda hii sio kwa ajili yangu, unakuwa na mawazo mengi kichwani, yote yameshatokea sisi wote. Lakini nashukuru Mungu mpaka hapa nimefika subscribers elfu tatu na nini. Ah, ni kwamba nilifocus, na mimi pia kuna watu walinikatisha tamaa, lakini mimi ni mbishi sana, kwa maisha yangu mimi ni mbishi. Kisha Mungu amebariki jambo langu na naliweza, na naliweza, na mpaka hapa A, naendelea kufanya vizuri. Ndio maana kila content creator mkubwa unamjua leo, alipitia hapo. Mafanikio hayaji usiku mmoja, ni kama unajenga nyumba, tufali moja baada ya jingine. Video, una, video una post leo, inaweza isi, isilete akaailete uh, matokeo mazuri, lakini inaweza kuna sababu ya mtu kugundua baada ya mwaka mmoja. Ushawahi kujiuliza, kuna content unaweza ka post mwaka huu ikakosa views mwaka huu lakini baada ya mwaka ikaja kutrend. Hiyo ipogo sana kwa hiyo Acha kukata tamaa, post video kwa unavyofaa, kwa unavyoweza. Kuwa na subra, endelea kujifunza, endelea kuboresha ubora wa sauti, picha, editing na mambo mengine kama hayo. Kwa kwa hiyo hayo ndio makosa matano makuu, kuiga kwa mwingine, kukimbi, ku kukimbilia pesa, kwa kupuuza wafuasi wako, kutokuwa na ratiba, na kukata tamaa mapema ya ya kwenye kufanikiwa. Sasa nataka kukusikiliza kutoka kwako kwenye simu ya comment hapo chini. Niandikie ni kosa gani umeligundua?